ango jina ni Mjukuu wa Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, Migai, mtetezi wanyonge, rais wa bunge la mwananchi wa Karanda, na mimi nataka kuambia rafiki yangu Dennis Wanjala ya kwamba ili mulio akuwe president na mjaluo lazima tushirikiane pamoja. Hakuna jinsi utaambia kwamba sasa mulio aende peke yake, mjaluo aende peke yake. hiyo ni ngumu na kuna watu wa, wanapanga kugawanya muluya na mjaluo, wakisha gawanya na mjaluo, muluya na mjaluo, sasa muluya na naki vyake, mjaluo na naki vyake, na kuna siku moja wa watakuwa president Mnajamu. So lazima tusemtembea pamoja, muluya kama ni natembea, tutatongoza natembea na wengine ingina, akina babu wote, akina aki piaso molo kwa pamoja, tu negotiate kama ni Ruto, kama ni natu negotiate, na hiyo ndo kweli ya mambo batu kuja hapa, mtoto wetu my friend. Kwani mtoto wenu mudavadi haku wa mtoto wenu? <laughs> Watango lako au mtoto wako? Bwana, wewe hii siasa ndogo ndogo tuachane nayo. 2027 ni siasa ya wanasiasa ambao ni vijana kama sisi. So lazima tujipange kama vijana. Tuachoke mambo yote mbafu ya kwamba mimi mloya, mimi bukusu, mimi munyala. Munyala kitu gani? <laughs> Sisi wote ni wana Western Region. Mjaluo, mloya tuko kitu kimoja. Na hata 2027 tutakaa meza pamoja. Hiyo tutakaa tukijadili siasa ya Western. Mluya akipata Mjaluo amepata. Kweli. Mjaluo akipata Mluya amepata. Hiyo ndio sisi tunaenda nayo. Mponi akipata Mluya amepata, Mjaluo amepata. Mali Raila alituacha kama kitu kimoja tuta maintain. Mluya ya Mjaluo lazima tu maintain. Wale wakora wale wakorofi kama kina wale na wengine wadogodogo dogo wakae pembeni tuende mwende pamoja. Hakuna siasa ya Waluya, hakuna siasa ya Mjaluo, hakuna siasa ya Mpwani, na hakuna siasa ya Mkisi. Sisi ni watoto wa nyumba moja na hii hatutaruhusu. Na hii ninawaambia leo, muluya ukidanganywa ati mjaluo aende pembeni baada ya Ruto kurudi ama mchagwe mkabila fulani, hakuna siku muluya na mjaluo atakuwa president. Lazima tutembee sako kwa bako. Muluya mjaluo, hao ni mandugu marafiki. Masai mjaluo marafiki, muluya mkisii, mpwani marafiki. Lazima tutembee sako kwa bako. Hii siasa ndogo ndogo Umeona, umeonaakaan mtoto wenu so kama atacha kama atakuwa deputy president Kenya. Tunataka siasa ya kujenga wananchi. Marehemu Magufuli alitoka kwa jamii ndogo, jamii ya Wasukuma, akakuwa rais bora Tanzania. Hadi leo hakuna mtu atafikia Magufuli na kwa sababu Wanatanzania waliamwamini ya kwamba akiwa rais wa jamhuri wa Tanzania muungano atatekeleza jukumu ya, ya, ya, ya serikali ya muungano wa jamhuri wa Tanzania. Hata sisi inafaa tutafuta kiongozi ambaye anafuata, anafanya maslahi ya Wanakenya, si maslahi ya jamii yake. Hiyo ndio uongozi tunataka. Bado ukikuja hapa, mtoto wenu mtoto wenu, kwani mtoto wenu anakupikia kwako? Kenya ni nchi yetu. Lazima tutafute viongozi ambao wanafaa kutupigania kama wananchi. Na hii ni onyo kwa mwe wale wa Muluya na mjaruo ambao wako ofisi. Kama ufanyi kazi hata uhang kwa koti ya Ruto, my friend, unaenda nyumbani. Hata uhang kwa koti Uhuru Kenyatta unaenda nyumbani, nyumbani. Hata uhang kwa koti ya Gachagua my friend. Hata mnekaa kwa kone, one time, one time, one time kitu gani? One time ni ajenda. Two time, two time, two time kitu gani? Tunataka proper plan ya kusaidia mwananchi mwana. Sasa hii pesa imepotea NYS, hawazungumuzi pesa imekuliwa NYS. Watu wamebeba a lot of million of money, wamenyamaza, na hii nataka kuambia mheshimiwa William Mruto. Kama unasema tunaenda tunaenda Singapore, nataka kuona hawa wagaidi ambao wameiba pesa NYS wabebwe na pelekwe simulatewa na warudishe pesa. Hatuwezi enda Singapore wakati watu wanasupply ewa NYS wana supply hewa mali ya serikali inafyanzwa inakuliwa, then wanatupigia story ya Singapore. Mheshimiwa rais, kabla tuende Singapore, wale waizi, wanyang'anyi, waporaji ambao wameiba mali through NYS, ambao wana supply hewa, barangete wako kununua, then wanasema walinunua barangete. Barangete gani inanunua milioni milioni 700? Wewe mili barangete ina gani bana, wajini upuzi Barangeti inanunuliwa milioni mia saba. Kwa nini Kenya watu wajinga kiasi gani, my friend, nataka kuambia mheshimiwa William Ruto wala kama rais wetu wa Jamhuri wa Kenya, tuwataka kuona wale wanyangarika wameiba pesa waeewaeza wawekwe ndani, ada huu gavana wa Kirinyaga pia finyo wawekwe ndani, akina Junet ndani, akina Duale ndani. My friend, hatuwezi enda Singapore na mali ya Mkenya inaibiwa. Hadi 700 million plus. Mtu anasema ananunua barangeti na kuna. Hii ni barangeti aina gani? Kwani inafunika gani? Inafunika Kenya. Bwana. <coughs> Unajua <coughs> kuna vitu zingine vya upuzi Kenya seriously. Inafunika Kenya wote. Hata kwambie mheshimiwa Ruto. Kabla tufanye impeachment yoyote, tuendea kurejesha mali ambayo inaibiwa. Mkenya sasa bebe mzigo ya kulipo shuru, then wajinga fulani wawili watatu wanakaa kwa kona fulani wanatuibia pesa tu NYS. Hata hiyo inaweza inafaa kuvunjwa kwa sababu haina faida. Imebaki tu mahali watu wanaibiwa tu. Mtu anaibiwa tu hakuna kitu kingine. Wanakaa miaka mbili tatu hakuna. Hata wakirajua hakuna kazi wanafanya. Hizo ndo pusi bwana. Ni wakati tunataka kujua NYS, National Youth Service ni nini inatuletea Kenya? Faida gani tunapata ndani ya NYS? Kwa sababu pesa inawekwa lot of billion wana, inaibiwa. Pesa inawekwa inaibiwa. Pesa inawekwa inaibiwa. Pesa But risala tunapata ambao haipo bwana, kwani wao ni wajenga. Mheshimiwa Rais tunataka kujua ukweli wako, kama tunaenda Singapore kuona hao wajenga ambao wameibia pesa, wanaweza kama wamekula maragwe. Walale ndani, ihuswe mali yao, warudishe pesa, kwa sababu tunaruhusu siasa ya ujinga na siasa ya pumbavu. Wakati ni sasa mwananchi wa kawaida kurudi katika kwenye fikiria zake muda sikudanganya kwamba wewe sisi fale fulani kama Uhuru Kenyatta ilikuwa Mkikuyu. Hao wakikuyu si wale wale kata Uhuru Kenyatta, hao anaambia one time one time ya mama yao ati one time, one time. Ruto masuko anaenda wapi? Anaenda wapi? Hapo ni ujinga bwana, sisi nyinyi mlichagua William Ruto ati one time one time ya mama yenu, my friend <laughs> Kenya ni yetu. Hakuna yes. Chaki cha kwamba ukasha kwa kama nataka aende fanye fa, fa, fa, fa, kazi ya kilimo ya majani chai kule Kirinyaga Hajo jinga ya one time. One time ndio ulitala Ruto Alap. Wengine pia wamekaa huko tuta ya mama yenu <laughs> <laughs> eh? ya mama yenu hiyo tuta unaimba tuta no. Saa hii wanafunzi wamekwama hawaendi shule, kapitisho haiji, dawa hazipo, mabarabara hazionekani. Mwaka, time, ya mama yetu <laughs> My friend, nataka kuambia vijana ni wakati ya uongozi wa vijana kuchukua kuanzia 2026, 2027. Siasa duni ambapo mwanasiasa atakaa kwa mali fulani anaenda kuchukua. Tumepita siasa ya 10000. Tunataka maendeleo, ile pesa tunaweza kuchukua kijana mmoja, kijana mmoja, kijana mmoja, ni milioni moja. Kweli kweli. Hizi ndogo ndogo hizi tumepita. Kama mnataka kutununua kura yetu Tuko, tuko, around 22 million yes. Kila kijana pay yake milioni moja, moja, moja, moja, moja, moja. Tutaupea kura, waende pia mfanye naye kitu. Yes. Kwa sababu si hiyo ndio mnataka? Kwa hivyo mimi elfu moja hiyo tunakula, tunapiga kura, mali tunataka. Yes. Tuweze kuwadanganya. My friend, kijana, uongozi ni sasa. Hakuna uongozi wa kesho. Hadi vijana wataongoza kesho. Tunaongoza leo. Yes. 2026, 2027 ni wakati wa vijana. So kijana yote ambaye anakaa kuna fulani, my friend, hakuna mambo ya gavana Nairobi. The first time tumekuwa na serious mwanamuke ambaye kiti ya gavana anatafuta kiti ya gavana Agnes Kagure na Kagure